saidia yamkini, umesali makanisa ya Kipentekoste tofauti na Gori, kule ulikutana na utaratibu wa kule, sawa sawa jamani. So, Mungu hakuwaita watu wote wakawa na muundo mmoja ila lengo naweza kuwa moja, ila muundo ukawa tofauti. Lengo ni watu kufanikiwa na kwenda vikundi, sawa? kwa hiyo, mara nyingi sana Mungu anapokuwa amejitokeza na ametokea mahali hatokei tu akasema alafu akaondoka, ila ziko harama na yako mambo na viko vitu ambavyo watavisema Yaani hata kama kusoma Biblia kila mtu alikutana na Mungu, kuna vitu aliyapewa. Muundo wa kazi, kazi yetu ina maono, maono, maono kabisa ambayo Mungu alitu

Upili sita a mivi akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zakaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Katika maono aliyokuwa na fahamu, maana yake uelewa, sio, alikuwa na fahamu katika maono ya Mungu namda nje ya maono yake. Maono ndio dila, dila. Kwa nini dila? Si muona maono yetu ni utukufu kwa Mungu, kwa kila kitu kinachofanyika utukufu anapokea yeye. Enyi viongozi wenzangu na watumishi wa Mungu, Bila yetu wana Glory ni maono ya Mungu wetu, kwa sababu tutafikia hatua, tutafanya makubwa, lakini tusivae huo utukufu. Acha yeye apokee utukufu, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa hiyo usijaribu mtu akaja kukwambia, I say ulivyo ubini, ah, we ni kiboko nao ukasema mm, mimi ni kiboko. Unaona, unapoka madaraka na nafasi ya Mungu unavaa wewe na lineno neno la utukufu apokee yeye, maana yake unapokea hu nal kazuri. Watu wengi wameua kazi zao, wameua huduma zao, wameua vipawa vyao walipojaribu na kusubutu kwanza kuabudiwa. Mungu amekataa kwenye kanisa la Glory, anataka utukufu wote umrudie Yesu. Amen? Amen. Kwa Mungu amekubariki, usiseme mimi nina akili, wewe ndo maana na hela. Jamani, hizo akili tulikuwa nazo kabla ya kukutana na Mungu, lakini tulikuwa tuna nini? Hela kwa hela, zinaletwa na Mungu. kwa hiyo huyu mwenzetu akajitia nia amtafute Mungu, amtafute Mungu katika siku za Zakaria aliyekuwa na ufahamu katika maono. Ukiwa una ufahamu katika maono, maana yake utamtafuta Mungu atapatikana. ku kazi na muundo huu ni muundo nini? huu ndio muundo wake. Kwa hiyo maono yetu ni utukufu wa nani? Kwa Mungu. Na palipo na maono, huko utaratibu. Kitabu cha Mithali 29:18 nadhani ay, mambo ngoja <coughs> yarekodiwe vizuri, ili yaingie yote kwenye na vizazi watasikia, kitabu cha Mithali ishirini na tisa kumi na nane. Mithali ishirini na tisa kumi na nane, angalia maono, inasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia. Kama hakuna maono manaye, kila mtu atabeba utukufu, si ndio? kila mtu atabeba heshima ambayo anapaswa kubeba, lakini pasipo maono, kama maono hakuna, watu hawazi kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikae sharia. Ulishaye kusali mahali watu hawana utaratibu hawana nidhamu. Kila mmoja akifanya kitu kwa Mungu mpaka atangaze, akitoa lazima atangaze eh. Wachungaji mkijitoa kwenye makazi yenu huko, mpaka mwanze kutangaza, unaona, mimi nimefanya kile na kile na kile na kile na kile. Acha mambo umefanya kwa Bwana, eh? Haya masifa sifa, haya ndio yanayoumiza watu. Jifunze kurudisha utukufu wa Mungu, maana pasipo maono watu wanashindwa. Maanake hakuna utaratibu, sindi kweli? Maanake hakuna mtembeo, hakuna kuheshimiana, hakuna mipaka ya kazi, watu wanaenda hiyo. Sasa hii inakuwa haipendezi, ndio maana unaona kazi zingine unakuta ukienda kusaipaa jamaa, ibada inatakiwa ianze saa nne, watu wanakusanyana, wanasubiliana paka inaanza saa tatu, saa nne na nusu. Hili nusu saa hii, ni nusu hii mlio ambiwa mwanze ibada hii, nusu saa na ipeleka wapi? Kwa hiyo viongozi, watu wachelewe kufika kanisani, wawahi kufika kanisani. Sisi muda wetu wa ibada ukifika, hatusubiri mtu, hatusubiri kabisa kwa sababu pasipo maono watu washindwa kufanya nini, lakini akiwepo wakajizuia. Kwa hiyo tuanze sisi viongozi kuheshimu muda wa ibada. Unasemaje mchungaji? anatakiwa afike kanisani sehemu ya ibada kabla ya saa moja kabla viongozi <coughs> wengine, kabla ya nusu saa. Uwezi ukawa ndio mtu wa kufungua ibada, unafika kanisani bado dakika moja au mbili Uongo! hizi ibada ni za kiroho. Unatakiwa ukae kwanza ofisini au ukae mahali utafakari. Mungu umenipa kibali leo cha kwenda kufungua ibada. E Bwana, ninaomba uwe na mimi, naomba unisaidie leo. Umenipa kibali cha kusimama za baoni pako. Mungu wewe unasimama ndani yangu, wewe. Amen. Waimbaji hali kadhalika Huwezi kufika ndio unatoka kule, ndio unawahi ibada, unafika hapa, unaingia tu moja kwa moja, umeweka viatu pale bwana. E, e, e, ni Bwana utatudanganya? Utatudanganya? Amen. Kwa hiyo penye maono watu wanafanyaje? wanaenda kwa utaratibu. kwa nini Simu. Ni nadra sana mimi kuto kunikuta ofisini nadra, mapema niko ofisini amen. mm -hmm. Sasa mchungaji ambaye ndo anakwenda kusema mazabauni muda wa ibada ambao wewe ndio yake tu, yani nitakuja siku yoyote. Nashangaa mtu anakuja. Sikiliza, sisi tumejengwa tumetengenezwa, tumeundwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Naomba katika kipenge hili, makatibu mnanisikia, na watu wa madhabahuni mnanisikia, mtu yoyote ambaye anahudumu siku usika madhabahuni, akifika ndio saa 4 kamili jasisimama Yaani saa nne kamili au saa tatu na nusu tunaanza ibada ya maombi. Mimi nawaambia maono ndio yanayoturatibu sisi, ndio yanayotuongoza sisi, sisi. Maana maono ni kama mkataba, ni kama katiba ambayo inaturatibu na kutuongoza. Kwa hiyo kila kitu unachokwenda kufanya hakikisha kina maandalizi na pia kinarudisha utukufu kwa Mungu Amen. Mpulike watoto wa Mungu, haleluya, haleluya. Namba mbili, hiyo ilikuwa namba moja: Muundo wa kazi. Naye mkafundisha watoto huko, mkawafundisha watoto wa Mungu, mkafundisha kwa kweli.